Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeridhia marekebisho madogo ya katiba yake huku kukiwa na shabaha mpya ya kuelekea katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu katika siku ya kwanza ya mkutano wake mkuu unaoendelea huko Dodoma. George Njogopa amefuatilia mkutano huo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Wajumbe katika mkutano uliofika hapa kutoka kila kona ya nchi wanaonekana kuwa na shauku na matumaini makubwa kuhusu mwelekeo wa chama chao ambacho miaka mitatu ijayo kitaadhimisha miaka hamsini tangu kuasisiwa kwake. Hivyo hatua yao ya kuunga mkono marekebisho madogo ya katiba, ambayo pamoja na mambo mengine yanaendana na matakwa ya sheria mpya ya vyama vya siasa, yanayotaka kuongeza idadi ya akidi katika baraza la wadhamini. Pia marekebisho hayo yameimulika idadi ya wapiga kura katika michakato wa kupata wagombea wa nafasi ya ubunge, nafasi ambazo inaonekana kuwashughulisha makada wake wengi wanaendelea kurandaranda katika maeneo kunakofanyika mkutano huu. Kutokana na umuhimu wa mwaka huu, chama hicho kilifungua pazia kwa wajumbe wake kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani ya miaka mitano iliyopita kwa pande zote mbili, yaani visiwani Zanzibar, na kisha mchana huu ilikuwa ni zamu ya Tanzania Bara. Mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan amesema sera za chama chake zinatekelezeka na kwamba ilani yake nyingine itakayozinduliwa kesho imezingatia vipaumbele vya makundi yote. Wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Wengi wanaotizama mkutano huo kama hatua muhimu ya chama hicho kuelekea katika uchaguzi mkuu ingawa baadhi ya wachambuzi wa, wa mambo wanaona kwamba pengine uchaguzi wenyewe ukawa upande mmoja zaidi baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kutishia kutoshiriki ikishinikizwa mabadiliko ya sheria pamoja na katiba. Mwanasiasa wa siku nyingi na aliyewahi kuwa mbunge wa CCM katika miaka ya nyuma, Venice, Mamoto anasema, kwa kadi itakavyokuwa, CCM inajiandaa na uchaguzi huu. Kwa hiyo mkutano huu ni mkutano ambao unalenga kuimarisha suala la uchaguzi ambao liko mbele yetu kujiweka sawa wajumbe, na kujua nini cha kufanya, na mategemeo makubwa na uchaguzi wa mwaka, kwa sababu baadhi ya vyama vya siasa vinaonekana ah, sio kuto... kuingiza timu, kwa sababu timu, timu ambayo itaingia ni moja. Unajua unapo, hata mimi nilikuwa mcheza mpira, unapojua kwamba timu pinzani na nguvu, una mambo mawili, aidha kwenda kucheza ufungwe, au usiingie kiwanjani. Mkutano unafanyika wakati hali za wabunge wengi wanaomaliza muda wao wakiwa mguu ndani mguu nje, kutokana na wimbi kubwa la makada wake wanaotangaza nia ya kujitosa katika nyanyiri hicho. Baadhi yao ni pamoja na wakuu wa mikoa, wilaya, pamoja na wakurugenzi ambao tayari wameashiria kutaka kuingia bungeni. Mkutano huu utahitimishwa kesho kukiwa na ajenda moja ya chama hicho kutangaza ilani yake mpya, ingawa duru za hapa na pale zinaashiria pia uwezekano wa kutaja kwa jina la katibu mkuu mpya baada ya yule wa sasa Emmanuel Nchimbi kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza. Kutoka hapa Dodoma, mimi ni Georgi Njogopa wa DW.